Mavazi Mapya ya Mfalme. Zamani za kale, aliishi mfalme aliyependa mavazi kuliko hekima. Kila asubuhi alisimama mbele ya kioo, akibadilisha joho moja baada ya jingine. Watu wake walitamani upendo na uangalizi wake, lakini hakuwasikiliza kamwe. Ni kivuli chake tu kilichomtazama kikitabasamu kwa kiburi na utupu. Usiku mmoja, mfalme aliangalia nyota na kutoa pumzi ya huzuni. Na tamani kuwa na mavazi ambayo hakuna mtu aliyewahi kuyaona alinouona. Akaota kuhusu mavazi yanayong'aa kuliko jua na mepesi kuliko hewa. Hapo ndipo tamaa yake ya upumbavu ilipoanza kusuka mtego wake mwenyewe. Siku iliyofuata, wageni wawili walifika langoni mwa ikulu, wakainama na kusema, mavazi yetu yanaonekana tu kwa watu wenye hekima. Macho ya mfalme yakaangaza kwa kiburi na udadisi ni ikivaa, kila mtu atajua mimi ndiye mwenye busara zaidi, alifikiri moyoni. Wafumaji walisimamisha mashine zao na kufanya kazi usiku na mchana, lakini juu ya hewa tupu. Mikono yao ilicheza hewani na mikasi yao ikakata bila kitu. Kitambaa hiki ni chepesi kuliko ukungu na laini kuliko ndoto, wakasema. Dhahabu na vito vilimiminika mikononi mwao yenye tamaa. Mfalme alipoenda kuangalia kitambaa hakuona chochote moyo wake ukapiga kwa nguvu. Jasho baridi likamtiririka shingoni. Wakijua sioni kitu, wataniona mjinga, alifikiri akiwa anatetemeka. Kwa hivyo, alitabasamu kwa nguvu na kupiga makofi ya sifa.